nikakupikia chakula. Siwezi nikakupikia chakula. Kila siku, kila siku hapa oh. Hivi unakuja unakuta chakula nishapika nishasafisha nimedeki nimefanya kila kitu. Kiri, Alu, so, kila kitu nakula kama mke wa wako yeah. Angoja ni kwambie kitu kimoja. Mimi wezi, Misuwezi, taita, siwezi kukufanya wewe kama mke wangu mimi. Always mimi naenda mtaani huko kwa ajili ya kusaka chakula cha sisi hapa. Lakini wewe sasa hivi mbona unanifanyia hivi kweli? Unajipigia kidogo hivi kweli? Bora tunakuwa tunaulizana ni sema mimi nimeenda kukutafuta nimekosa sababu shaji. Siwezi nikaanza kuna nini kuleta vitu vingine vya vi ajabu. Unasikia? <coughs> Usinifanye mimi mkeo. Mimi siwezi, kila kitu mimi nafanya. Kila kitu hapa hivi nafanya. Na deki, na chota maji, na pika, vyombo naosha mimi hapa mimi. Unanifanya kama mke wako? Hamna ah, mzee. Mimi siwezi kufanyia hivyo kama mke wangu. Siwezi. Ndugu yangu mimi nakutafuta huko. Eh, naemea na emea kwa ajili ya sisi. Eh, lakini wewe tayari unajipikia chakula chako kidogo. Sio wanaume huo. Wote tunakaa huko wawili sasa. Sisi tunakaa magetoni sawa. Sasa kwa hiyo unajipikia kidogo chakula chako mwenyewe. lakini vitu vya ajabu hivi. Kwa mimi naenda kule mtaani nimeenda kutafuta, lakini wewe mwanangu unajipikia cha kwangu kidogo. Kwa mimi siku nyingine na mimi nikijipatia cha kwangu kwamba ni mimi mwenyewe. Maisha kama haya, a, a, a, kama haifai kukaa ghetto kama moja hivi. Mimi na tunaishi ghetto moja. Haimaanishi kwamba kila mtu ajitengee chakula chake mwenyewe ajijie. Kwa mimi ndio nijipikia kabisa mwanangu. Wewe ulienda kutafuta na mimi nilienda kutafuta. Sawa, sikatae. Tulikuwa kwenye mihangaiko, si unaelewa? Kitendo cha mimi kuniachia hata kazi za nyumbani tu ufanye. Wewe kaa na njia yako. Mbona tunafanyana vitu vya ajabu hivi? Eh, sisi wanaume si kwa mimi nimeenda kutafuta huko, nimekosa, basi sio, unajipikia mwenyewe chakula chako. Sasa sio, kwa nini ssa si unajipikia chakula chako mwenyewe? Kwa Kwa nini utakula wapi sasa? Na usintishe. Ila mtu afokasi na maisha yake. Kwa hiyo tayari kabisa, kwa nini tesa kweli kwa Hmm. Sikiliza, mi nitoka kutafuta asubuhi, tumeenda kwenye mihangaiko, nimetembea njiani huko natafuta namna ya kupata chochote, na wewe ulienda. Lakini wewe si ndo upata? Mimi sijapata, mtoaje ni Mungu. Sasa mimi nimekosa ndugu yangu. Sasa ndo jipikie kwani mwenyewe eh? Yeah. Ulichopata hicho basi kidogo, basi ungekula. Tulia. Basi jana, ah, ah. Jana mi nilitafuta hela nikanunua chakula jana, unasikia hasa eh? Ndio, leo jamii kula chakula jana. Na leo tena tena uje ukute kipo? Yani soko kama soko kama, naona kama kama mimi ni mpole sana, umetulia zako zako. Acha mambo zako bwana tu muda wote nini? Tunakaa kama mashikaji, unachukua chakula changu mzee.

singeli leo sasa hivi anacheza kule, za singeli ndio mcheze za singeli

Lakini sio hivyo. Ondoka. Unajua wana tunajipata. Wewe kwanza haiwezekani. Kila anakuja kwako mimi ni muda mkubwa. Hata kama anakuja hata hujalala unaweza kugonga hapo. Kwa nini una bakteria wangapi unaweza kusababisha mtu mbona? Wewe ndio umenyima. Eh? Umenyima. Iwe kwa wazi. Mimi ndio mwanike barua. Nani mwanike barua? Mimi na mwambie yeye leo sina unga, sina mtende. Ah, lakini bwana usana. Naamua kulalia mioko. Kitu kitu mimi nalalia mioko tena unakuja kunikongea. Afu.